Jinsi ya kutibu masikio kwa haraka. Kutibu masikio kwa haraka inategemea na sababu ya tatizo lako. Hapa kuna njia baadhi za kujitibu masikio, lakini ni muhimu kutembelea daktari kama hali inazidi kuwa mbaya au inadumu kwa muda mrefu. Moja, tibu maambukizi ya masikio otitis media, kwa dawa. Ikiwa unahisi maumivu au mshtuko kwenye masikio yako, inaweza kuwa ni maambukizi. Dawa za kupunguza maumivu painkillers kama paracetamol au ibuprofen zinaweza kusaidia. Daktari anaweza pia kuandika antibiotics ikiwa ni maambukizi ya bakteria. 2. Kutibu msongamano wa masikio ear congestion. Ikiwa masikio yako yanahisi kuziba au kushinikiza congestion, unaweza kutumia dawa za kutolea hewa kwenye pua kama decongestants au kusafisha kwa maji ya chumvi saline solution. Tatu. Kutibu masikio yaliyoharibiwa na maji swimmer's ear. Ikiwa kuna maji ndani ya masikio yako, unaweza kutumia dawa za kusafisha masikio zilizotengenezwa kwa madhumuni haya au kugeuza kichwa lako ili maji yatoke. Pia, dawa za antibiotic drops zinapatikana kwa ajili ya matibabu. Tano. Kufanya usafi wa masikio kwa umakini. Usafishe masikio yako kwa uangalifu kwa kutumia pamba au kipande cha kitambaa kilichozamishwa kwenye maji ili kuepuka uchafu usiingie au kuziba njia za masikio. Usidhalau jambo ndogo, tibia masikio yako sasa hivi.